Shahidi wa siri wa jamhuri e, mwenye jina P5 katika kesi namba 1965 ya mwaka 2025 inayomkabili mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Tundu Lissu ametoa ushahidi wake leo Alhamisi Februari 12 ya mwaka 2025 kwenye Mahakama Kuu ya Tanzania masjala ndogo ya Dar es Salaam, akitoa ushahidi wake mbele ya jopo la majaji watatu wanaosikiza kesi hiyo wakiongozwa na Jaji Mkuu Dastan Ndunguru. Shahidi huyo ameieleza mahakama kuwa yeye ana umri wa miaka 33, anaishi Kibangu Ubungo jijini Dar es Salaam akijihusisha na ujasiria mali wa kuuza nguo na viatu kwa kutembeza maeneo mbalimbali ya jiji hilo kama vile Mchikichini, Kariakoo, posta ya zamani feli na posta mpya, ambapo bidhaa hizo zinachukuliwa Ilala Boma kabla ya kuanza kuzitembeza. Sambamba na hilo, shahidi huyo pitano amesema wakati mwingine ili kuhakikisha mkono unaenda kinywani anakuwa akijihusisha na ushonaji uoshaji wa magari. Kuhusu kesi hiyo pitano anasema, Aprili 4 ya mwaka 2025, akiwa amejipumzisha maeneo ya posta ya zamani garden, huku akiperuzi kwenye mtandao wa kijamii wa Facebook, WhatsApp na YouTube kupitia simu yake smartphone Son Galaxy aliona na kufungua video moja ndogo kwenye mtandao wa Facebook iliyokuwa ikimwonyesha Tundu Lissu akiongozwa na wakili wa serikali mkuu e, Nzengeri. P5 ameieleza mahakama kuwa ili uweze kuingia kwenye mtandao wa kijamii wa Facebook ni lazima kwanza uwe na akaunti na intaneti ya kutosha na yeye aliweza kuingia kwa sababu tayari alikuwa na vitu hivyo. Anasema Tundu Lissu anamfahamu kwa kumwona kwenye mitandao ya kijamii na vyombo vya habari, na kwamba anamjua kama mwanasiasa, na ndio maana alipoiona hiyo video alishawishika kuifungua ili kujua nini hasa anakizungumza. Shahidi huyo Pitano ameeleza mahakamani kuwa alipofungua video hiyo alimsikia na kumwona Lissu akisema kuwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 unaotumika kuchagua madiwani, wabunge na, na rais hautafanyika na kwamba Lissu aliapa kuwa atakinukisha jambo lililoanza kumtia hofu. Ameendelea kueleza kuwa pia alimsikia akisema kwamba polisi wanatumika kuiba kura na hata, na majaji nao ni ma CCM, ndio maana hawatendi haki mahakamani. Alipoulizwa na wakili wa serikali mkuu Zengeli kuwa mzungumzaji alikuwa kwenye mazingira gani, P2 P5 amejibu kuwa alimwona Lissu akiwa amesimama jukwaani akiwa amevaa gwanda la kaki na tisheti nyeusi kwa ndani, pia alivaa miwani na nyuma kulikuwa na pazia iliyokuwa imechapishwa na rangi za bendera ya taifa. Baada ya kuona video hiyo, aliendelea kupumzika na kuperuzi mtandao mbalimbali kwa muda, lakini baadaye aliondoka eneo hilo na kuelekea kwenye kituo cha daladala kwa ajili ya kurudi nyumbani Kibangu, Ubungo. Lakini alipofika kituo cha daladala dala Ubungo, aliamua kuelekea maskani, yaani kwenye kijiwe cha kahawa. Shahidi huyo ameendelea kueleza kuwa alipofika kijiweni hapo, alikuta mzozo kuhusu ile video ya Lissu aliyoiona awali akiwa posta ya zamani, na kwamba wengi walionekana kumuunga mkono Lissu kwa hoja yake ya kukinukisha, na kwamba watu wao walikuwa kwenye mzozo aliyoelezea kuwa watahakikisha siku ya uchaguzi watu hawaendi kupiga kura, na kupitia mzozo ule, wasiwasi uliongezeka zaidi kwake akiona kwamba kuna kila dalili ya kutokea fujo siku ya uchaguzi. Ameendelea kueleza kuwa alipoona wazi kuwa endapo hilo linamtia hofu litatokea ni dhahiri kwamba amani itavurugika na kwamba wafanyabiashara wanaotembeza kama yeye watashindwa kupata kipato chao cha kila siku na watapata njaa. Hata hivyo baadaye alitoka kijiweni hapo na kwenda moja kwa moja nyumbani, ambapo alimpigia simu mtu mmoja aliyemtaja kama kwa jina moja la Lama, ambaye ni ndugu yake, akimuuliza kama amesikia habari zilizokuwa mtandaoni kuhusu Lissu anasema ndugu yake huyo anayefanya kazi ya polisi Tabata Relini alimjibu kuwa amelisikia na wanalifanyia kazi na kwamba asiwe na wasiwasi wowote, wa shahidi huyo amesema Aprili 9 mwaka 2025 wakati anajiandaa kutoka nyumbani kwenye mihangaiko yake ya kila siku alipigiwa simu na mtu mmoja aliyejitambulisha kuwa ni afisa wa polisi ambaye alimtaka afike Polisi, central, na kwamba alipofika natakiwa kueleza maelezo kuhusu ile video ya Tundu Lissu aliyoiona Aprili 4 ya mwaka 2025. Amesema akiwa central polisi alipelekwa kwenye chumba cha mahojiano na baadaye na baada ya kukamilika kwa mahojiano hayo alirejea nyumbani. Hata hivyo, shahidi huyu wa siri wa, wa jamhuri Pitano anasema kile alichokitilia hofu ndicho kilichotokea siku ya uchaguzi mkuu Oktoba 29 ya mwaka 2025, kwani vurugu zilitokea, zilimpelekea yeye kukaa ndani karibu siku sita bila kutoka nje, huku njaa ikimpiga. Baada ya shahidi huyo kumaliza kutoa ushahidi wake, Tundu Lissu alipata nafasi ya kumuuliza maswali ya dodoso akiainisha maeneo 12 aliyoyaona ali ya yana utata na maelezo ya shahidi yana utofauti uliopo baina ya maelezo ya shahidi aliyoyaeleza leo mahakamani na yale aliyoyaandika pale polisi Aprili 9 ya mwaka 2025. Maswali na hoja nyingi zilizoibuliwa na mshtaki eh, wa Tundu Lissu ambaye anatetea mwenyewe kwenye kesi hiyo zilikosa majibu kutoka kwa shahidi huyo na baada ya kumaliza maswali ya dodoso upande wa Jamhuri au kuwa na ziada juu ya shahidi husika, kesi hiyo sasa imeahirishwa kwa muda hadi saa nane mchana, ambapo Jamhuri itamleta shahidi mwingine. Naam, ni mwendelezo wa kesi e, ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo, CHADEMA, Tundu